Hebu swali la kujiuliza, ulianzajianzaje na leo unashindwajeshindwaje? hapo ulipofikia mpaka ukajenga na ile nyumba, ilikuwa ilikwakuaje na nini kimetokea? Bwana Yesu asaidie. Ilikuwa ilikwakuaje ukaajiriwa na leo hii una kazi? Ilikuwa ikwaje? ulikuwa unaitwa kwenye kazi nyingi sasa hivi hauitwi, inakuwaje kwaje? Na mara nyingi unajichunguza, unasema mimi sinaga neno na mtu, sijawahi kuchokoza mtu. Inawezekana huna neno na mtu, inawezekana hujawahi kuchokoza mtu, mjiangalia hapo katikati, mahusiano yako na Mungu yako vizuri? Na kama mahusiano yako na Mungu yamepungua, ujue kabisa upande wa pili kuna mahusiano ameyaleta kwako, akapenyeza Sema amina na utabariki. Ni kweli kwa wanadamu wanaokuzunguka baba wadogo na wajomba na marafiki, wa wewe ni mwaminifu sana kwao. Bwana Yesu atusaidie sana lakini. Jicho la Mungu likikuangalia baada ya wale huku pembeni, sirisirini mbele za Mungu sio mwaminifu. Bwana Yesu atusaidie sana ingawaje. Unasema sina maneno na ndugu zangu, ila wao wana neno na mimi. Nisikilize, inaweza kawa hauna maneno na ndugu zako, lakini ukawa na neno na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabariki. Na bahati na mbaya sana, Mungu alisha kuchagua kuwa tajiri wa kimataifa, wa tajiri na msimamizi mzuri wa kiwango cha familia, Bwana Yesu, lakini ukamwacha, ukaonekana sana kwa wanafamilia halafu ndiyeye ukamwacha pembeni, na ukawa unaenda kwa siri sirini katika vitendo ambavyo baba yako ajui, mama yako ajui, mke wako ajui, shangazi yako ajui, ambavyo vinamkosea Mungu. Inaweza kuwa hata ni kwa waganga wa kienyeji tajiri. Haupo kwa waganga wa kienyeji, tajiri huko kwa Mungu aliye hai. Na ndio maana anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa kuwa yeye ndio anayekupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Inaweza ikawa hata si waganga wa kienyeji, lakini ukawa unamkosea Mungu. Kumbe wewe una kinywa cha uchonganishi. Bwana Yesu atusaidie. Sema amen na utabariki. Sema amen na utabariki. Unaweza ikawa hauna kinywa cha uchonganishi, lakini una uzinzi kupindukia na uelewe Mungu aishataka wewe uwe tajiri kupitia yeye. Kwa hiyo kuna namna unafanya machukizo bila wewe kujua. Bwana Yesu asaidesa wa. Ingawaje wanafamilia wanakukubali sana, Shetani anaiba kile kitu cha kwako cha kukupa utajiri cha kukupa matokeo. Bwana Yesu asaidesa na unaomba sana na unakesha sana na unaenda kwa kila aina ya watumishi lakini bado hausogei. wa Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa. Na unalalamika kabisa, mimi ninaomba na kuombewa sana, lakini sio ni matokeo. Nisikilize, kuna shida baina yako ya siri sirini, wewe na Mungu, badilika. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa kuna kitu shetani anakiweka ndani yako kinakukula maisha yako, na kila ukitaka kuachana nacho anakutamanisha siku hadi siku. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Anakupandisha kwenye mlima mkubwa kabisa, anakuletea staili ambayo ina kiu na wewe kabisa, na anakuambia fanya hichi nitakupa haya yote. Sema amina na utabarikiwa. Huwezi kubisha, kwa sababu nilivyo, hata shetani anaenda kumjaribu Yesu mwenyewe, tena anamjaribu wakati anamalizia katika kufunga. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabariki. Anamwambia fanya hichi, nitakuonyesha miliki unaingia. Tunaelewana vizuri. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabariki. Hebu mgikie naiba, mwambie Mungu hajashindwa chochote kwako, mwambie na hatashindwa chochote kwako. Bwana Yesu asaidie sana.